Naam, kwingineko naibu rais Kithure Kindiki amesema yuko tayari kumtafuta kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa ajili ya mazungumzo na mashauriano kuhusiana na miradi ya maendeleo katika eneo la Ukambani, akisema kwamba hakuna uadui wa kisiasa baina yao. Akizungumza mjini Wote katika kaunti ya Makueni, Profesa Kindiki alisema serikali itashirikiana na viongozi wote bila kujali mirengo ya kisiasa. Kindiki pia aliahidi kufufua miradi yote iliyokwama katika eneo hilo ukiwemo ujenzi wa barabara ya Emali Ukia. Kindiki yuko katika ziara ya Ukambani akiendeleza vikao vya uhamasishaji. My brother hiyo ni ndugu yangu na namheshimu na namheshimu, alikuwa former vice president wakati wa mzee Kibaki. Sisi tunamheshimu mali amefikisha jamii yetu ya Wakamba Eastern na wa Kenya kwa jumla, kwa sababu alikuwa vice president wa Kenya. Sasa atafute vijana wengine hapa hapa Ukambani, aanze kuwalea ili pia wasukume mali aliwaachia, watapata ile hakupata.